Habarini, wa Tanzania. Mimi, kwa majina, naitwa Hamza Msonga, nipo kampuni ya MMT. Nilivuka Tunduma tarehe 27 mwezi wa 10 2025. mpaka leo ninavyoongea hapa bado nipo Kongo, lakini kitu cha kustaajabisha nimeona picha zangu zinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii nikifananishwa na, na askari aliyeshika bunduki yule, sio mimi mimi mimi ni dereva na nipo Kongo. Kwa hiyo mambo yote yanatokea Tanzania, ni kuanzia uchaguzi mpaka vurugu zake, mimi nipo Kongo, mpaka leo hii bado niko Kongo. Kwa hiyo kinachoendelea kwenye mitandao ni kitu ambacho ani si kizuri na ni kitendo cha hatarishi sana, ni kwangu na kwa familia yangu vile vile, kwa sababu mimi sihusiki katika hayo mambo yenu. Mimi sio askari, mimi ni dereva, na hapa nilipo nipo Kongo. sijashusha naona tarehe, nilivuka tarehe ishirini na saba nika paki gari ng'ambo, nikarudi kugonga pasipoti tarehe ishirini na nane Oktoba iyo Kongo. Naona kama hapa tarehe tarehe thelathini na moja hii sakania sakania hii, nimeingia sakania tarehe thelathini na moja hii hapa, inaonekana kabisa hapa sakania boda Zambia, ya Zambia hiyo tarehe 31 passport, Kongo hapa. Hii tarehe 31 kati naingia Kongo, na hapa nilipo bado nipo nipo Kongo, nipo Kongo depo hiyo hapo kama mnavyoona, depo hiyo hapo, niko depo.